Leo tarehe kumi na sita tuko hapa makaani Vitongoji kwa ajili ya shughuli ya kuteketeza mchele ambao umekamatwa tarehe 12 Disemba 2025. Mchele huu ulikuwa umetupwa na mfanyabiashara ambaye sio mwaminifu, ameona ushaharibika na akaamua kutelekeza sehemu, lakini baada wa wasamaria wema wakatupigia simu sisi, tumeushindani halali na kushirikiana na sheha wa shehia hiyo, kwa hiyo tuka fanya jitihada ya kuondosha kwa sababu wananchi tayari walikuwa washaanza kuchukua mchele huo, na kwa kweli huu mchele ni haufai kwa matumizi ya binadamu, tayari ushafanya fangasi na umebadilika rangi kabisa. Kwa hiyo tukauchukua, na leo tarehe 16 tuko hapa kwa ajili ya kuteketeza mchele huu, ni tani, tani mia nane arobaini na moja ambao unatoka Pakistani, mchele wa aina mapembe kutoka kutoka Pakistani, ambao unaitwa biriani rice. Kwa kweli ukiuangalia uki kwa mazingira tu kwa macho tu ya, ya kuuangalia mchele huu umebadilika rangi na haufai kabisa kuliwa na binadamu wala kumpa hata mnyama, kwa sababu tayari umeathirika sana. Pamoja na mchele huu pia tumekusanya, tume, tume, tume unga wa ngano pamoja na unga wa sembe, vyote hivyo vyenye thamani vya milioni arobaini na moja vyote vinatoka kwa mfanya biashara huyo ambayo wamevitekeleza katika shehia, na wananchi wakawa tayari wanachukua kwa ajili ya matumizi. Inatoa wito kwa wananchi masheha kushirikiana na sisi tume ushindani. Sisi tupo na tuko tayari kushirikiana nao, watoe taarifa pale wanakapoona kuna uvunjifu wa, wa, wa bidhaa kama hivyo ambazo wanazitilia mashaka basi, wasisite kutuletea taarifa sisi, tume ushindani, na tutazichukulia hatua na wao tutawahifadhi, tuta hatotajwa mtu jina wala anapokaa, maana sisi kazi zetu zote tunazichukulia katika usiri mkubwa, ili kumhifadhi ambaye anaetoa taarifa.